Stesheni yetu a Ruvu. Niko mimi hapa, mkuu wa mkoa wa pwani Abubakari Kunenge, lakini niko na katibu mkuu wizara ya uchukuzi Profesa Kayarara na mtendaji mkuu wa shirika letu la reli TRC Mwandisi Machibya. Tunatoa taarifa kwa umma kuhusiana na ajali iliyotokea, ambavyo mmeona kwenye vyombo vya habari. Leo majira ya saa mbili na dakika arobaini treni yetu ya mwendo kasi ya mchongoko iliyokutokia Dar es Salaam kwenda Dodoma ilipofika kwenye eneo hili la stesheni ya ya Ruvu tulipata changamoto ambapo mabehewa mawili ya nyuma yaliama kwenye reli treni hiyo ilikuwa imebeba abiria 178 baada ya kupata changamoto hiyo tulipata abiria kumi na tatu walipata changamoto ambapo tisa e, watatu tuliwapeleka kwa uchunguzi zaidi, na kumi walipata huduma hapa hapa, kwa sababu tulikuja na tulikuwa na madaktari wa kutosha wa huduma wa afya, walifanyiwa huduma ya kwanza waka endelea kupumzika hapa kusubiri taratibu za ziada, na wale watatu ambao tuliwapeleka kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Mlandizi waligundulika kupata changamoto kubwa, kwa hiyo walipata huduma na wakarejea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu hatukuwa na madhara ya kifo chochote zaidi ya hao kumi na tatu ambapo nimesema kumi ilikuwa ni changamoto kiasi, walipata huduma za afya, na wale watatu wameenda kwa uchunguzi zaidi na wameonekana wako vizuri, wamepata huduma ya kwanza na wako tayari kwa, wamekuwa tayari kwa safari. Sasa jambo kubwa ni kwamba tulipopata taarifa tulihakikisha tunafanya jitihada ya kwanza ya kuhakikisha tunafanya uokozi na tukafika kwa wakati, lakini la pili lilikuwa ni kuhakikisha tunarudisha huduma na wananchi waweze kuendelea na safari. Tumefanya hivyo e, uongozi wa TRC na wataalamu wote wameshirikiana, na tunavyozungumza abiria wote wameshaondoka kuendelea na safari, kuendelea Dodoma, na safari za treni zitaendelea kama kawaida. Taarifa za awali zinatueleza kwamba wamefanya uchunguzi, wameona hakuna changamoto kwenye njia kubwa ya treni isipokuwa maeneo kadhaa mm. Eneo dogo tu ndani ya yadi hii ambapo wanaendelea kulifanyia marekebisho, lakini kwa mujibu wa wataalamu wetu, safari za treni zinaendelea kama kawaida. Taarifa ya kina, hasa changamoto ni nini, tutaitoa baadaye baada ya wataalamu wetu watakapokuwa wamekamilisha taarifa yao na uchunguzi wao wa kitaalamu. Asanteni sana.